Ayawi, ayawi, sasa yamekuwa ni maandamano ya amani yaliyoanzia katika kanisa la TAG Mfyome, kanisa linalochungwa na mchungaji Ephraim Maondo, ambaye pia ndiye mratibu mkuu katika jimbo hili la Iringa Kaskazini lenye section 15 na sasa maandamano haya yakielekea katika eneo maalumu utakakofanyika uzinduzi wa kuanza mbio za kufungua makanisa mia moja kabla ya kufikia Desemba mwaka huu. Maandamano haya yatapokelewa na askofu wa jimbo hili mchungaji Florian Swenya, na nasi NYTV tuko mahali hapa kuhakikisha unalipata barabara tukio hili kutokea mkoa wa Iringa, kijiji cha Mfyome. hata utepe ishara ya kufanya uzinduzi wa mikutano yetu mia moja ambayo tumetarajia kuifanya katika mwaka huu 2025. Nisikie nisikie makofi na vigelegele kwa Yesu. Basi niache nafasi kwa baba askofu wetu wa jimbo ili aweze kufanya hilo zoezi. Okay. Kwa neema ambayo Bwana ametupa. Shikilia zote. Shika mike zote. Kwa neema ambazo Bwana ametupa jimbo letu la Iringa Kaskazini kwa mpango mkakati wa kanisa wa miaka 13 ya moto wa wamsho ambao natutaka kupanda makanisa arobaini elfu na kwa malengo yetu ya jimbo letu la Iringa Kaskazini la kupanda makanisa mia moja mwaka huu 2025 kwa jina la Yesu, na kwenda kukata utepe huu kwa ajili ya uzinduzi wa mikutano hii mia moja ambayo tunakwenda kuihubiri mwaka huu wa 2025. Nakata katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa tunaingia hapa juu ya jukwaa atasema. Oh, niseme maneno machache katika uzinduzi huu kabla ya mambo mengine hayajaenda. Uh, nitasoma mistari miwili tu katika kitabu cha Waamuzi sura ya 15 mstari wa nne na wa tano Neno la Mungu linasema hivi: Samsoni akaenda akakamata mbweha mia tatu, kisha akatwaa vienge vya moto, akawafunga mbweha mkia kwa mkia, akatia kienge kati ya kila mkia kila mikia miwili. Alipokwisha kuviwasha moto vile vienge, akawaachia mbweha kati ya ngano ya Wafilisti akayateketeza matita ya ngano hata mashamba ya mizeituni tupo mahali hapa tumeunganisha nguvu katika jimbo letu la Iringa kaskazini tunao baba waangalizi hapa tunao wachungaji tunao wainjilisti tunazo kwaya wako washirika wako viongozi wa serikali mahali hapa wote tunaunganisha nguvu Halafu tunakwenda kufungiwa. Samsoni na mshangaa, alikamata mbweha mia tatu. Alivyokamata walikuwa wapi mbweha? Kwa mpango na msaada wa Mungu walipatikana, akawafunga wote, amewaamuru kwamba mtulie hapa Anafunga mbweha kwa mbweha, mbweha kwa mbweha, mbweha kwa mbweha, akafungia vile vienge, akawasha mbweha wa kwanza mpaka zile peya zote, mbweha mia tatu akawaachilia, akawaamuru, ondoka, nenda kwenye mashamba ya Wafilisti. Mashamba ya Filisti yakateketea. Nasi tuko hapa kwenda kuteketeza kazi za shetani Amen. Amen. Na ule moto ni moto wa Roho Mtakatifu utakaokwenda kuwasha katika mioyo yetu, kwenye mioyo ya wainjilisti, kwenye mioyo ya waangalizi, kwenye mioyo ya kwaya, kwenye mioyo ya wahubiri katika jimbo letu lote la Iringa Kaskazini. Tunakwenda kuunguza kazi za shetani katika jina la Yesu Kristo mistari ya uzinduzi Amen. Kwamba tunawashiwa moto Amen. Moto wa Roho Mtakatifu kuunguza kazi za shetani Amen. Na zinakwenda kuteketea Amen. Na utukufu utamrudia Bwana na mateka, Bwana anakwenda kupata mateka. Makanisa mia moja yanapandwa Amen. Wachungaji mia moja wanainuliwa, mikutano mia moja inahubiriwa Amen na sasa nakwenda kuomba ili ratiba zingine ziendelee. Baba yetu na Mungu wetu tunakushukuru sana siku hii ya pekee ambayo Bwana uliiandaa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana ulijua siku na saa na wakati kama huu tutakuwepo mahali hapa kuzindua mkutano wa kwanza na kanisa la kwanza linalopandwa, ili baadaye makanisa mia moja yanakwenda kupandwa katika jimbo letu. Mungu onekana. Bwana, wabariki watumishi wako ambao Bwana wametoka maeneo mbalimbali katika jimbo letu, viongozi, wachungaji Bwana, wa kwaya wahubiri na wainjilisti na viongozi wa serikali walioko katika maeneo haya Bwana, na wenyeji wetu kwa pamoja. Mungu, tupo kwenye uwepo wako. Wa roho Mtakatifu, shuka mahali hapa, Bwana, tenda jambo jipya ambalo linawasha moto katika jimbo letu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika katika uzinduzi huu ukaonekane mwenyewe katika jina la Yesu, na kila linalotendeka mahali hapa Bwana, liwe msingi kwa mambo makubwa yanayokwenda kuenea katika jimbo letu lote katika jina la Yesu. Baba, naomba na kushukuru. Amen, Amen. Nikaribishe ratiba iendelee, karibu katika